Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru yeye kutupatia nafasi asubuhi ya ya leo ya kujumuika tena pamoja. Ninashukuru kwa ambao mnaendelea kuniombea, Mungu awabariki sana. Afya yangu inaendelea kuwa vizuri, leo najisikia vizuri zaidi. Awali nilikuwa nasikia mafua pamoja na kikohozi, lakini sasa Bwana anaendelea kuniponya. Karibu, tuendelee na mfululizo wa masomo yetu. Na masomo yetu tumekuwa na kitu kinachotuongoza ya kwamba ni hatua za kukumbukwa, hatua za kukumbukwa. Usisahau hilo neno, hatua za kukumbukwa. Tunamwona Yesu akiwa na wanafunzi wake. E, hilo ni jambo pia la kukumbukwa, akiwa na wanafunzi wake. Anapokuwa na wanafunzi wake anafanya mambo makubwa sana na ya ajabu ambayo yeye Mungu wa mbinguni anatukuzwa. Hata katika asubuhi ya leo Bwana ametenda makuu kwako na kwangu, jina lake lihimidiwe. Nami sina budi sasa kuto kuingiza katika e, ombi la pekee la dakika moja la kumshukuru Bwana kwa makuu anayokutendea, namba moja na namba mbili, kuomba Mungu aweze kusamehe dhambi zako, alafu jambo la tatu kuomba Mungu akusaidie kuelewa neno lake linapohubiriwa liwe katika mguso wa maisha yako. Hayo mambo matatu e, aweze kuweka miguuni pake. Jambo la kwanza, omba msamaha wa dhambi zako, alafu mwambie Mungu wa miguuni e, aweze kuwa pamoja na wewe kuelewa haya ambayo tunajifunza. Msamaha ni jambo la msingi sana. Dakika moja alafu tutarejea, tuendelee na somo. Binafsi, omba binafsi, peke yako moyoni, zungumza na Bwana mambo yako wewe. Dakika moja tu itatosha. Karibu. Amina. Baba wa miguni, asante kwa kuendelea kutusamehe dhambi zetu, asante kwa kutunyenyekeza kusogea katika ibada ya asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu amina. Mumbaji yeye yeah, anaendelea kutufundisha asubuhi ya leo katika hatua za kukumbukwa, hatua za kukumbukwa. Tunasoma kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kumi na nne na ule mstari kuanzia ishirini na nane ndipo tulishia jana, ishirini na nane na ishirini na tisa. Leo tutashuka 30 na 31 moja. Neno la Bwana linasema kwanza, 28 Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Mstari wa 29 huo, Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea Yesu. Hapo ndipo ambapo tuliishia jana, kwamba Petro baada ya kutambua ni sauti ya Yesu akajiuliza tena ikiwa ni wewe, naomba niweze kutembea juu ya maji. Yesu akamwambia njoo. Petro akashuka chumboni, akatoa mguu wake wa kwanza, akaanza kutembea kwenye maji, binadamu wa kwanza kabisa, ukiacha Yesu, yeye alikuwa ni Mungu, lakini binadamu wa kwanza ambaye ni fulu binadamu na hana uungu ndani yake, au hana nguvu nyingine E, tuseme binadamu wa kwanza kutembea juu ya maji huyu wa kawaida ni Petro. Petro alitembea juu ya maji akaenda kwa miguu amfuate Yesu na alimwendea Yesu. Hapo ndipo tulipokomea jana. Ndugu yangu mpendwa, tunapaswa kuwa na na na nguvu ya pekee ya kumfuata Yesu, tunapaswa kuwa na nguvu ya pekee ya kumwamini huyu Yesu ama Mungu wetu wa mbinguni aliyemtawala na Mwokozi. Mstari wa thelathini, lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mstari wa thelathini na moja, mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? mm. Mbona uliona shaka? sali wa thelathini, lakini alipouona upepo akaogopa akaanza kuzama. Petro sala wa thelathini inamweleza kwamba Petro alikuwa tayari ameshaanza kupiga hatua za kwenye maji Sala thelathini unaeleza Petro jinsi ambavyo alitoka ndani ya boti anamwelekea Yesu. Wakati anamwelekea Yesu, Petro anapiga zile hatua zake, zilikuwa ni hatua ambazo zilikuwa zina upekee wake hasa. Hebu tumwangalie Petro mwenyewe. Petro katika maisha yake yote alikuwa ana tabia za kuwa mbele, hapendi kuwa nyuma. Petro yeye katika maisha yake alikuwa anapenda atambuliwe, atambulike kwa wengine. Wewe ukisimama ama fulani ukisimama, tambua uwepo wa Petro. Tuna watu wenye tabia za namna hiyo. Ni kweli, ni nzuri, tunatamani kutambulika na wengine, tuonekane kwamba tupo, eh, katika uwepo wetu tunatamani kutambulika. Na Petro vile alikuwa hivyo hivyo lakini Petro eh, tabia nyingine alikuwa ni kihelehele. Yani kila jambo ambalo linatendeka yeye anatamani awe wa kwanza kulifanya ama yeye anatamani awe wa kwanza kujaribu. Lakini huyu Petro alikuwa na tabia za uongozi ndani yake, yeye alikuwa na tabia za uongozi kwa maana ya kwamba anatamani mwingine ah, kila ambacho kinataka kifanyike yeye anatamani kukifanya kwanza. Hizi ni tabia za uongozi kwamba kiongozi anapaswa kuwa wa kwanza. Kama wewe ni mwenye familia, unapoagiza wengine kufanya jambo fulani, tuamke saa kumi na moja kwenye ibada ya maombi, wewe unapaswa kuwa wa kwanza. kwanza unapoambia wengine, jamani, tunapaswa kuvaa hivi, tunapaswa kusema hivi, maana yake badiliko linatakiwa kuonekana kwanza kwako. Petro alikuwa na hii tabia, lolote ambalo linapaswa kufanyika, yeye alikuwa wa kwanza kuanza kulifanya. Lakini Petro alikuwa ana tabia ya kuwa kufanya maamuzi ya haraka, ana maamuzi ya haraka, yaani e, bila kufikiri kwa kina, jambo alikuwa na uwezo wa kulifanya kwa haraka hilo jambo. Sasa maamuzi yake mengi, na tunaona hapa baadhi, yalimgharimu katika maisha yake, yalimgharimu kwa maana ya kwamba E, a, katika maisha yake yeye huyu Petro alikuwa akifanya vitu halafu anakuja kujiutia baadaye. Moja kati ya mambo ni hili ambalo aliweza kulifanya. Lakini mstari wa 30, alipouona upepo akaogopa. Sasa Petro alipomwomba Yesu kwamba naomba na mimi nije, Yesu mstari wa 29 anamruhusu, tisa, anasema njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji. Kuenda juu ya, juu, kwa miguu juu ya maji ni kwamba Petro eh, wanazoni wanasema ya kwamba eh, nimesoma vitabu tofauti tofauti, moja kati ya hivyo ni Customers and Manners of the Bible, kinasema kwamba Petro baada ya kushuka chomboni <laughs> anapokanyaka hatua ya kwanza, akageuka nyuma kuangalia marafiki zake wale wanafunzi alipogeuka, akawambia kwa madaha, "Baibai, mimi mwenzenu, nimeyakanyaga maji." Katika kuyakanyaga, nimekanyaga, nimesimama kwa hatua, akawaangalia kwa madaha wanafunzi wake, alafu anapiga tena hatua ya pili. Anapopiga hatua ya pili, anaangalia pembeni maji, jinsi alivyo mandhari jinsi ilivyo. Anapunga Petro anajihakikisha ana, ana kwamba sasa mguu unakwenda kabisa kwenye maji ndani. Petro akageuka. Akaanza kupiga yowe. Akasema, "Bwana, niokoe." Unakumbuka pale nyuma jinsi ambavyo nilisema mstari wa ishirini na sita kupiga yowe. Kupiga yowe. Wanafunzi wake walipiga yowe baada ya kwamba kuona kinikivuli, wakaona shaka wakapiga yowe ili kupata msaada. Yesu akatokeza, akasema, ni mimi, wala msiogope. Na yowe tulijifunza tusema ya kwamba ni jambo ambalo ni sauti ambayo inaashiria kutaka msaada. Hivyo basi, Petro baada ya kuona hatua yake inazama, akapiga yowe, yowe ya kutaka msaada kutoka kwa Yesu akasema, Bwana niokoe. Haleluya. Asubuhi ya leo tuguswe na jambo moja. Maisha yetu sisi yanapaswa kumwakisi Kristo. Maisha yetu sisi yanapaswa kumwakisi Mungu wetu wa mbinguni halisi. Maisha yetu sisi yasiwe maisha ya mazingira fulani tu. Maisha yetu sisi yasiwe maisha kwa sababu ya fedha kwa sababu ya mali, maisha yetu sisi yaweze kuwa ni kwa sababu Mungu yuko ndani yetu. Lolote tunalolifanya, lolote tunalolitenda, liwe ni hakika lenye kumwakisi Mungu wetu wa mbinguni. Yani huyu ndiye mtumaini. Sasa liweze kumwakisi yeye na, na, na wala lisiweze kukuakisi wewe binafsi. Petro aliona majifuno. Petro aliona uwezo aliokuwa nao yeye ndani yake. Hakuweza kutambua uwezo ambao Mungu ameweka ndani yake kuweza kutembea ndani, eh, kuweza kute, kutembea juu ya maji na kutoka ndani ya boti. Aliona kwamba ni uwezo wake na ni ni ni ni matamanio yake yametimilika yame kwamba sasa Bwana amemtendea. Bwana anaweza kututende, kututendea sisi makubwa na ya ajabu. Leo hii anaweza kukuponya, sio kwa sababu unajua kuomba sana, sio kwa sababu wewe unasoma vitabu vya kiroho sana, sio kwa sababu umejiungamanisha na magrupu mengi ya maombi, ama sio kwa sababu una marafiki wengi wa maombi ndio maana Mungu ameijibu ombi lako. Lasha, ni rehema na neema yake na fadhili zake kwetu, kutujaza sisi watoto wake. Hilo ndilo la pekee sana. Hasa Petro, yeye alijiona ameukata. Petro yeye alijiona ndio kila kitu. Kuna wengine wanajidai ni kwa sababu ya mali uliweza nazo, kuna wengine wana magari, anajiona gari ndio kila kitu kwake. Kuna mwingine ana fedha nyingi, anajiona ndio kila kitu. Kuna mwingine unaliona moyo wako unagonga katika kujisifu, mwambie moyo wangu, usijisifu kwa sababu ya hivi nilivyo navyo, bali jisifu kwa sababu Mungu yuko ndani yangu. Yesu akiwa ndani yako, Mungu akiwa ndani yako, mafanikio yako yatatukuzwa, Mungu atatukuzwa kupitia hayo ulionayo, uchungaji nilionao mimi na mtukuza Mungu aliyeweka kitu cha upekee ndani yangu, na jina lake litukuzwe. Ndio maana katika huduma ninasema Mungu atukuzwe. Sijaona haya kuamka asubuhi na mapema, sijaona haya kusema kwamba sasa namna gani? Vipi? Labda hapana, ninaona ni huduma iliyo Pasta Biheni kuhubiri vizuri eh, pasta uh, Kangaragwa, kuona kwamba umetuleta katika hii baada ya pekee ya maombi, ni utukufu kwa Mungu. Wewe uliyeweza kuamka asubuhi ya leo, useme ni alamu iliyoweza kukuamka, kukuamsha wewe uweze kuamka, sema ni utukufu, ni Mungu aliyeweza kukuwe, kukuwezesha mpaka umeamka na kuweza kusikiliza neno lake. Grupu namba C, nimesikia jinsi ambavyo Bwana anatukuzwa kupitia nyinyi. Ni kweli mmeweza kufanya vizuri, Mungu aweze kutukuzwa ndani yenu. Msiangalie mafanikio yenu pekee yenu. Ninaochekisema ni nini? Petro alijiangalia yeye, alijiangalia uwezo wake. Alipoangalia uwezo wake, akaona ameukata. Ndio maana hakuangalia, hakumwangalia Yesu, bali aliweza kuangalia pembeni, aliangalia wanafunzi wa ndani yake ya wanafunzi wenzake, aliangalia ndani ya boti, alafu akaangalia mawimbi, akaangalia bahari, mandhari jinsi ilivyo w wakati ule kuna pambazuka, akaangalia jinsi kulivyo mandhari ilivyo, akafikiri kwamba ndio kila kitu. Alisahau kitu kimoja, mpendo, ambacho natamani ukinoti, Petro hakumwangalia Yesu macho yake yalitazama bahari, macho yake yalitazama wanafunzi, macho yake yalitazama vizuri vilivyoonekana, hayakumwangalia Yesu aliyemuita kwamba njoo juu ya maji. Leo ni kwa kiasi gani tunaangalia mambo yapetayo? Bwana anatuita tumwangalie yeye tumtazame yeye ili kwamba aweze kutukuzwa katika maisha yetu. Yusufu, ninarudia tena katika kile kisa cha Yusufu, Mwanzo 39 mstari wa 9. Yusufu anasema ya kwamba hakuona ni bora, hakuona ya kwamba ni vizuri kumtukuza mke wa Potifa. Alisema nifanyeje ubaya huu, ni mkose Mungu wa mbinguni. Asubuhi ya leo, mwangalie Yesu maisha yako. Katika comment hapa ninaandika eh, hii comment ni ya Kiingereza utaisoma. Rafiki yangu mpendwa, ni kwa kiasi gani leo hii tumekuwa kama Pita, tunaangalia mawimbi badala ya ku, ku, ku, kuweka macho yetu kumwangalia Yesu, yeye aliye Mwokozi wa maisha yetu, ambaye yeye ndiye anaongoza ana, ana, ana, hatua zetu za maisha. And we proud waters go over our souls. Tumejisifu alafu mamaji ma, mawimbi -ma -ma ma changamoto zinaingia ndani yetu. Yesu hakumwita Pita kuja juu ya maji kutembea juu ya maji ili aweze kuzama ami aweze kupotea. hakumwita Pita. He does not call us to follow him and then forsake. hatuiti sisi tuje kwake ili tuweze kupotea Tunapoweka maisha yetu kwa Yesu, tunapompatia yeye yeye, Bwana hutenda zaidi. Asubuhi ya leo, Mungu atusaidie kuangalia maisha yetu kwake. Asubuhi ya leo, Mungu atusaidie tupate nguvu ya pekee kwake. Asubuhi ya leo, maisha yetu tumwangalie Kristo. Hayo ulionayo mazuri, uyaonayo, uwezayo tabia zako zirekebishe zitengeneze ziweze kufanana na, na Kristo mwenyewe. Yesu leo yuko pamoja na sisi hata katika changamoto unayoipitia. Mstari wa thelathini na moja nasema hivi, mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia ewe mwenye imha, imani haba, mbona uliona shaka? Leo hii ni kutie moyo rafiki yangu mpendwa, usione shaka, usione mashaka yoyote Yesu, aliye mkombozi wa maisha yetu, anayeona hatua zako, anayekufikiria nyakati zote, anayeona hata kuamka kwako na kuumia kwako. Sasa anakuita, anahitaji mwanangu, okoka, anahitaji mwanangu, utoke katika dimbwi la dhambi, anakuhitaji mwanangu, uwe na moyo mkuu, anakuhitaji mwanangu, usikate tamaa, ananyosha mkono wake huo upokee asubuhi ya leo anapoonyosha kwako, na uweze kumpatia fadhaa zako zote, uweze kumpatia mizigo yako yote, uweze kumpatia yote yanayokusumbua ndani ya moyo na yeye Bwana anatenda, hataki tuwe na imani iliyo haba, anataka tuwe na imani iliyo thabiti. Siku ile niliwambia jinsi ambavyo imani yangu ndogo, nilipojiamini kwamba nina shilingi laki moja na nusu, baba akasema nenda shuleni, na mimi nikaamini nikasema, nika, nika, nakwenda shuleni. Nilipofika nikakutana na shilingi laki nne kutoka baba, kati ya milioni moja na laki nne. Bwana alitenda makuu mpaka nikamaliza, lakini katika hayo yote Mungu alinifanikisha hata deni ambalo niliona kwamba kuna deni niliweza kulilipa, nilifanya mambo yangu kwa wakati. Sikiliza, hata sasa Bwana atatenda kwa wakati. Mpatie yeye, ananyosha mkono wake. Uko tayari kufungua moyo wako? Wakati ni sasa. Ninaomba kwa ajili yako. Baba yetu wa mbinguni, asante rafiki yangu huyu ya anafungua moyo wake kwako, mpatie rehema zako, mpatie fadhili zako. Mjaze na roho yako Mtakatifu anapofanya maamuzi ya pekee kupiga hatua, kukuangalia wewe, sio kuangalia wanadamu. Kuna ambao wanamwangalia mzee wa kanisa, kuna ambao wanamwangalia mchungaji, kuna ambao wanamwangalia kiongozi fulani ama fulani aliyowaleta katika ibada. Bwana wa mbinguni, tusaidie, maisha yetu, macho yetu, kukuangalia wewe Kristo, katika mafanikio. Asante, neema yako ya tosha, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu mwokozi wetu, amina.